Uh, Mbeya City ambao wao wameamua kuweka mshambuliaji mmoja tu mbele. uh, Sofa Anangisye unampa credit Mwalimu Malale kwa namna ambavyo ameua kabisa mashambulizi kuanzia eneo la kati, uh, safu yake ya ulinzi ikiwa imejipanga vizuri na kuna jasho ambalo linamwagika kweli kwelikweli hapo katikati. Hakika, uh, ni, ni, ni, ni, ni plani ya kujilinda vizuri katika ile mifumo ya kujilinda vizuri. Uh, pale ambapo unakutana na mpinzani ambao unaamini kwamba amekuzidi baadhi ya vitu, unaweza ukaenda na mfumo uh, wa 352 mm -hmm. Ama ukaenda na 531 itategemeana na mpinzani wako unataka ujilinde kiasi gani na una watu wa design gani, 532, yeah. Kwa mfano kama, ah, no, 532 kwa mfano, okay. Kama ambao wameenda nao Malale ni 532, viungo wapo watatu ambao wanacheza katikati, lakini mbele yupo mmoja tu mm na hawa ambao wameweka kwenye eneo la ulinzi ambao wanacheza watano, kiuangalia wote wote ambao wana uwezo wa kukana mpira, hawawezi yani kutoa ule mpira haraka haraka. Mbegu tunafahamu namna ambavyo ni mtulivu akiwa na mpira mguuni, yaya Mbegu, lakini pia kuna nyakati pia ame akiwa si na na, na mpira mguuni si rahisi kuchukua anapokuwa na na, na mpira mguuni. Adili Bua ni kiungo pia ambaye ni wa shoka, yani wana watu ambao kwenye ile desturi ya kujilinda wao kama wao Wana uwezo wa kuhimili hivyo shida itakuja pale ambapo labda pengine wameshambuliwa kwa muda mrefu wakashindwa kuhimili ile presha yao, uh, kushambuliwa mara kwa mara. Mm. Hapo naweza kawa shida, lakini kwa mpango wa kocha mimi naona ameenda ame, ame, ame na plani ambayo inamlipa kwa sababu mpaka sasa hivi asilimia kubwa kwa upande wa Yanga huoni ubunifu, huoni wakitengeneza nafasi. Labda kwa upande wangu nadhani kama kocha atahitaji kuweza kuifungua mechi hii anaweza kufanya sabu mapema ya Maxim pia lakini pia anaweza kafanya sabu mapema mm. ya Duki ya Buya ama Muhammad Dumbia. Kwa nini? Kwa sababu kama ameona Mbeya City wamekaa kwenye eneo lao mm. manake anahitaji kuweza kupata mtu ambaye anaweza kaja na kitu cha ziada, kama siku kaa na mpira, basi ana uwezo wa kudrop chini, kushuka kuchukua mpira na kupandisha timu, lakini Maxi hafanyi hivyo, manake kwenye uh, pitch amekuwa ni mzigo. Kuna baadhi ya maeneo ambayo unatakiwa afike, hafiki kwa wakati. Mbeya City wananufaika na hilo, lakini pia uoni ile energy ama ule uwezo wa Duke Abuya namna ambavyo anaweza drive team akachukua mpira akasogea mbele akiwa comfortably na kuachia mpira, unaona tu bado wanacheza akiwa kwenye eneo lilelile, yani ni watu ambao ni kama sifa zinafanana mm. uh, Duke Abuya pamoja na uh, Azizi nani Azizi, yeah. Yani kama sifa zinafanana lazima uwe na mm. kiungo ambaye anaweza tofauti akaichukua timu kutoka eneo la chini akasogea mbele na kutawanya mipira kupeleka kushoto ama kulia. Hapo kidogo kunaweza kukawa na baadhi ya vitu ambavyo vikaongezeka, lakini hivi Mbeya City anaweza akacheza mpaka kesho hivi hivi tu, Yanga wasipate hata uh, on target hata moja, kwa sababu bado timu inacheza kwenye eneo lake muda wote.